Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura. Na sisi tumo <laughs> tumo na hii, tumo lola ni nini? Nchi hii hakuna haki mahali popote, na yote ni kwa sababu tunatawaliwa na watu ambao wako madarakani kwa sababu tu, ndio wanaoamua kura ya nani ihesabike na ya nani isihesabike ndio wanaoamua nani atangazwe kuwa mshindi wa uchaguzi na nani asitangazwe. Unajua nyie, sikilizeni, matokeo ya kura sio lazima ya yale ya kwenye boksi <laughs> inategemea nani anahesabu na kutangaza. Mwizi <laughs> wa kura ni kibaka tu, kama vibaka wengine. Ndio maana CAG analalamika Upotevu wa fedha ni mwingi bunge alishtuki. Je, jambazi anaweza akamkamata jambazi mwenzake? Na kuna mbinu nyingi, kuna halali, kuna nusu halali na kuna haramu, na zote zinaweza kutumika, ili mradi tu ukishamaliza unamwambia Mwenyezi Mungu nisamehe. Pale ndipo kwaanzia. Sasa kauli mbiu yetu bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakikwambia kajiandikishe kupiga kura, waulize ili iweje? Naomba niseme neno moja, mimi ni chama cha mapinduzi, hamna sababu ya kulialia, serikali yenu na vyombo vya dola ni vyenu sasa <laughs> nikuambia, CCM wasema hakuna kulia kama kwenda kupiga kura, maana yake ni kwenda kuruhusu mapolisi na usalama wa taifa na watumishi wa tume kuingiza kura za uongo, kutangaza wagombea ambao hawajashinda kuwa washindi, kuengua wagombea wa upinzani. Twende kwenye kura ili iweje? Wote hapo madiwani mwaka elfu mbili na ishirini hayuko diwani aliyepiga kampeni hapa wote hap, hayuko diwani aliyepita kupiga kam, kampeni nyumba kwa nyumba hivi na hivi hakuna. Sasa yale mazingira ya mwaka elfu mbili na ishirini sio kwamba yalikuja yenyewe automatically, kwa sababu ninyi mlikuwa wagombea bora sana. Ni mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa na serikali na serikali ndio iliyofanya kazi ile ya wewe kupita bila kupingwa. Kama unafikiria kwenda kugombea udiwani, jiulize katika mazingira haya unategemea nini? Kama unatazamia kwenda kugombea ubunge au urais, jiulize swali hilo hilo kwa mazingira haya unategemea nini? CCM haina aibu. Yaani CCM sio vile vyama mlivyozoea vile vya watu wastaarabu kwamba wenzetu wamesusa, oh, kuna shida. CCM ni sawa na mama mjinga ambaye watoto wake wakisusa chakula anakula chote jikoni wala ashtuki. CCM ni sawa na mama mjinga ambaye anasema siwezi kunyonyesha mtoto wangu atavuta maziwa yangu yawe marefu. Kwa hiyo he doesn't care about the welfare of the people. Kwa hiyo sio mtu mwenye akili timamu. Mtu mwenye akili timamu wenzake wa kisusa hali anamfuata, nimekukosea nini? Twende kula ndugu yangu, nisamehe, hebu tukae tufanye nini? Sio CCM. Kwa hiyo ndugu zangu, za niwaambie wa Watanzania, tusigawanyike, tusimame kama taifa, we are almost there. Wakituambia tujiandae na uchaguzi, tuwaambie ili iweje? Tuwaambie badala yake, jukumu letu ni kupata mabadiliko yatakayowezesha chaguzi za kweli. Kwa wito wangu kwa Tanzania ni huo. Tujipange kwa pamoja, tujipange kudai mabadiliko ya kikatiba, na lazima yawe mabadiliko ya kikatiba, mabadiliko ya kitaasisi ni lazima Tume ya Uchaguzi ibadilike, mabadiliko ya kisheria, kwa sababu ni lazima sheria za uchaguzi zibadilike. Wale wanaofikiria kwamba lazima tushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa vyovyote vile, naomba nirudie tena, tunategemea nini?